Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Nane moja tatu. Mwijaku ameandika kwenye peji yake ya Instagram, ni kama anajaribu kuonyesha kiasi gani kwamba yeye na mke wake bado wako strong mbali na yaliyotokea weekend hii. Video ambazo zimesambaa za wanachuo zikiwaonyesha wakiwa wanagombana na sababu akitajwa mtu anaitwa Mwijaku so ee, ni kwamba wamezungukana, wamechukuliana Mwijaku na wak..., ikafika point sasa huyu dada mwingine akawa anampiga mwenzake na kumnyoa ama kumkata nywele kwa sababu tu ametoka na bwana yake ambaye anamlipia kodi na kumfanyia matumizi yake yote yaende vizuri na huyo bwana anayetajwa ni Mwijaku. So watu wengi sana wakawa wanamshambulia Mwijaku kwenye peji yake kwamba, e, unachokifanya sio kizuri. Wewe ni mme wa mtu, umeoa, kwa nini unaenda kuchepuka kutafuta watoto wa chuo tena? E, unasababisha mpaka wanaanza kugombana kisa wewe. Mwijaku alichokifanya ameshea picha hapa zinazomwonyesha akiwa na mke wake za zamani na za sasa, alafu akaandika YOLO akimaanisha you only live once. Wakati Adamu anaumbwa hakuwa peke yake. Mungu hakumpa video game acheze kusema itampa kampani. Mungu hakumpa marafiki kusema watampa furaha na kumsapoti, bali alimpa mke Eva ama Eve ili awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni umuhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako wa maisha katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuwa na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyakazi wenzako wataondoka, majirani watahama, ila mapenzi ama mpenzi wako atabaki katika maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Kwa unyenyekevu mkubwa, kusameheana, iwe kweli ama si kweli kukoseana. Hivyo basi Wapende wapenzi wetu kwa dhati na kuwaepushia ibilisi na vikwazo. Make a solid commitment na usifokus kwenye mahusiano yasio na tija yatakayokufanya umpoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Naamini hakuna kitu na hakuna mtu wa kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende, iwe jua, iwe mvua. I love you Alicia's. haijalishi, nitaonekanaje, but you are my strength na unajua hilo. a successful marriage Isn't the union of the perfect people it's that uh, of two imperfect people who have learned the value of forgiveness and grace hashtag time will tell hashtag see you at the top so hapa Mwijaku ni kama anatengeneza mazingira ya kumwomba msamaha mke wake kiaina na ndio maana ukisikiliza maelezo yake haya yote, anasema kusamehana, iwe mtu amekosea kweli ama kama sio kweli amekosea. Watu zaidi ya elfu wamekuja kwenye sehemu ya comments hapa. Unajua hizi video zime uh, trend sana weekend hii, na zimefanya Mwijaku awe talk of the town, kuwa sehemu ya discussion ya mambo mengi ambayo yana trend. Nitakusomea comments chache tu hapa. Huyu mmoja ameandika, uh, Musa Kitale ameandika Lugha ngeni sasa za nini? Na wewe kwenye mambo ya serious. Mwingine akaandika, ala ilinde ndoa yako na zote e, eh, amen eh. Cox dawa yao ameandika, hakuna siku ambayo umemposti kama leo, umeposti kama leo kaka. Privalinyo yule wa Yanga ameandika, aliyeenda kuomba dhamana naye kawekwa ndani, mnaoleta chakula msije rudini. Mwingine akaandika, anajifanya hajui kinachoendelea huyu, baba anajizima data sana, aliyeelewa yolo kamaanisha nini aniambie. So yolo inamaanisha you only uh, you only live once au sio? Mwingine ameandika mke kwanza, mwingine baadaye. Mwingine ameandika zamu ya kiongozi, usijali. Mimi hawa wana, huwa nawaambia wanawake, msijiachie sana kwa kuwa na miili mikubwa. Haya e, wanazungumza kwa sababu kadada kanako trend kwenye ile video ni Kamodo, so anasema kwamba wanawake msijiachie kwa sababu wanaume e, pia ndivyo tunasema kwamba kuna muda tunapenda vimodo kwa sababu ya ile ambayo imeonekana ya ya, ya ile video ya wanachuo ambayo imezoa maneno mengi hayo. Mwemba kama mwemba. Sasa umeanza kujitetea na kujikomba komba kwa mkeo, kubali baba, umekosea, chutama, kimbia. Mwingine kaandika omba radhi kwa mke wako, unamvunjia sana adabu na heshima. Haiwezekani umchanganye na vitoto vya chuo, alafu kumbe unavilipia mpaka kodi, aibu naona mimi. Mwingine ameandika sema, yule Mange ni mpole sana, saizi tungekuwa tunaongea mengine, yani Mary E, ami Mage ni mpole an yani, Mary angekuwa mochwari na Mage angekuwa jela. So anamzungumzia yule dada ambaye alikuwa anapigwa, kwa sababu kuna muda akawa ameshika mpaka kisu na nini. So watu walitegemea pengine angewadhuru ama angewataki wenzake ambao wanamshambulia. Lakini mwisho wa siku ndivyo tayari, waziri mwenye dhamana Gwajima, eh, ameshatoa taarifa ya kwamba analishughulikia swala hili na vyombo vinavyohusika vimeagizwa kulichunguza kujua ama kubaini ukweli uko wapi. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani? Lakini pia nikukumbusha kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.